Ulimwengu wa artificial intelligence AI unazidi kukua kila siku. Kila siku tunaona mabadiliko makubwa kwenye ulimwengu wa sayansi na teknolojia, ukiachana na maroboti kuongea na pia editing za video ambazo zinaweza zikaonesha kama tukio limetokea kweli. Sasa kuna hii mpya ambayo iliachiliwa huko Barcelona siku za hivi karibuni na kampuni inayoenda kwa ajina la Cortical Labs. Hii kampuni kwa mara ya kwanza duniani imetengeneza kompyuta kutumia seli za ubongo wa binadamu. Unaweza ukajiuliza seli za ubongo wa binadamu zinaweza kufanyaje kazi kwenye kompyuta wao? Hata mi mwenyewe nilijiuliza hivo hivyo, lakini wao wanasema walitumia hii chip ya silicon kuweka neurons za ubongo, lakini pia design ya hili bodi ambalo kila kitu ndo kinakuwa ndani, wamedisaini kwamba lina mahitaji yote ambayo yatafanya hizo seli za ubongo zisiweze kufa kuanzia mfumo wa hewa, uingizaji wa oxygen na utoaji wa carbon dioxide, lakini pia hata hali ya umajimaji vimeisha kontroliwa humu ndani. Na je, vipi kuhusu umeme utakaotumika kuliendesha? Wamesema kiasi cha umeme ambao utatumika ni kidogo sana, kinaweza ikawa hata cha wati thelathini. Lakini pia wanasema uwezo wa hii kompyuta ni mkubwa sana, kiasi kwamba inakuwa inajifunza vitu vipya, yaani kama vile ubongo wa binadamu unapokuwa unajifunza vitu tofauti tofauti, na hata hii kompyuta itakopo hivyo hivyo itakuwa inajifunza vitu vipya kwa haraka zaidi kulingana na matumizi yako ya kila siku. Na hii kampuni ya Cortical Labs inayopatikana nchini Australia waliipa jina hii kompyuta jina la CL1. Swali so la mwisho nadhani nitakuwa najiuliza, je, vipi kuhusu bei Bei mpaka sasa ni dola za Marekani elfu thelathini na tano ambayo ni sawa na shilingi za Kitanzania kama milioni mia moja, na utapewa maelekezo furu jinsi ya kutumia pale utakapoinunua.